Imani kama imani inatengenezwa kutoka kwenye hidaya, kwenye uongofu imani ndipo inapotengenezwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala alipokuletea mitume akakuletea Qurani hii inaitwa ni hidaya, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala anaisifia Qurani katika Qurani tukufu akisema ni kitabu lhidaya, maana yake hii Quran ina hidaya na imani inatengenezwa kutoka kwenye hidaya. mm -hmm. Inatengenezwa vipi? Ni kwamba wakati uongofu unapokujia moja kwa moja, kumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuumba na kitu ambacho kinaitwa ni akili. Akili hii haiendi tofauti na uhalisia ulivyo, akili hii haipingi haki. Maana yake Qur'an itapokujia ukajua maana yake moja kwa moja, tayari ushaamini moja kwa moja, ushakubali ule uhalisia. Ukiwambiwa kuna pepo, ukiwambiwa kuna moto, ukiwambiwa Mungu yupo hautokataa, kwa sababu akili unayo. Imani ndipo inapotengenezwa kwenye hidaya. Sasa imekuwa vipi sisi tuifikii hii imani, na kati tuna hidaya imejaa katika ulimwengu huu, kila mtu anaijua Qurani kila mtu ni mwislamu anayejua Qur'ani anawajua manabii anawajua mitume anajua maimamu, lakini bado imani yake ni ndogo. Kwa nini? Kwa sababu huu ujuaji wa uhakika, kukubali uhalisia na kukubali akili kwamba vitu hivi ni sawa, ni kweli, vipo, vinatengenezeka, na kukwanza uwe na takwa, ndio inakuwa ushakuwa mcha Mungu, achana na yale ambayo Mwenyezi Mungu amekukataza na ufate yale ambayo Mwenyezi Mungu amekuamrisha, ndiyo bado tayari ushakuwa ni mwenye hidaya ya kweli. Na baada ya hapo ndiyo inafuata imani, unaamini sasa, baada ya kuwa ushapata hidaya, hidaya ya kweli, sio ile hidaya ya kujua kwamba mimi ni mwislamu, lakini bado una mambo ya hovyo, huwezi ukaipata hidaya hii lazima uache madhambi fataa ambayo amekuamrisha Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, moja kwa moja utakuwa na imani, utaamini. Na ukishaamini tayari utakuwa ushafikia hatua ya wewe kufanya matendo mema sasa, kwa sababu umeshaamini. Lakini ukiangalia katika imani zetu za sasa hivi haziwezi kutusukuma sisi kufanya matendo mema kwa sababu kwanza kuna kitu ambacho kinaitwa takwa tumekiacha.